Hukumu hiyo imesomwa mbele ya hakimu mkazi mkoa wa Manyara Maritini Masao, ambapo mshtakiwa huyo ameelezwa kutenda kosa hilo mnamo tarehe 23 mwezi wa 8 2025. Kesi hiyo nambari 23254 ya mwaka 2025 imetolewa hukumu hii leo kwenye mahakama hii ya hakimu mkazi mkoa wa Manyara ambapo mshtakiwa huyo Hamisi Abdalla alimkata masikio yote mawili kwa kutumia kiwembe kumchanja kifuani pamoja na kumbamiza kichwani ukutani. Mbele ya mahakama hakimu Maretini Masao alimuuliza mshtakiwa huyo, una chochote cha kuiambia mahakama? Mshtakiwa huyo alijibu mahakamani hapo, sina chochote cha kuiambia mahakama. Ndipo hakimu Maretini Masao alipotoa hukumu hiyo kwa mshtakiwa kwenda jela miaka sita na faini ya milioni moja. Hata hivyo hakimu Martin Masao aliambia mahakama kuwa kosa hilo ni kinyume na kifungu cha sheria namba 225 cha kanuni ya adhabu kwa makosa ya jinai sura namba 16 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2023. Helen Kawiche Azam News, Manyara